Mwanamke mwenye shida ya kukosa ujauzito, tatizo ni kwamba mayai aidha haya pevushwi maana yake ni kwamba ovulation haitokei, okay. Lakini vile vile inaweza katokana na maambukizi kwenye mfumo wa uzazi, either kuna uvimbe kwenye kizazi au PID imeshambulia mfumo wake wa kizazi. Lakini vile vile uh, sababu nyingine ambayo inaweza kasababisha kabisa mwanamke huyu asiweze kupata ujauzito ni mirija ya uzazi kuziba. Ikiwa mirija ya uzazi imeziba, sasa ni kwamba uh, ili mbegu za kiume haziwezi zikakutana na mayai kwa ajili ya kutungisha mimba au kwa ajili ya kutengeneza kijusi. Hivyo basi uh, inashauriwa kwamba ukiwa na changamoto ya kutopata ujauzito, unatakiwa utafute matibabu mapema, na ukiona dalili yoyote ya maambukizi, unatakiwa utafute matibabu mapema ili kuepukana na changamoto kama hizi za kukosa ujauzito kwa mwanamke, ambalo ni swala ni la msingi sana kwa mwanamke.